Habari gani, ndugu mpenzi mtazamaji wa video hii, hapa kukumbushe tu kwamba hii ni Maisha ya Urusi inayokujia moja kwa moja kwa lugha ya Kiswahili kutoka hapa Moscow Russia. So leo nataka niwaseme watu ambao kazi yao kubwa huwa wana kazi ya kukatisha tamaa watu ambao wamepata labda fursa fulani, nao hawa watu leo nataka niwaseme vizuri. Sasa kabla sijaingia huko, wow! Kua sijaona hili jengo nilivyo. Sasa kabla sijaingia huko nataka uh, niwaelezee kidogo kwa nini video zangu nyingi sasa hivi nafanya ikiwa uh, ni usiku wa manane kama sasa hivi hapa. Nikiangalia kwa mujibu wa saa yangu hapa, unaweza ukaona ni saa sita na dakika nane lakini hali ni swali hali ya hewa kama unavyoona, kuna baridi kali, kozi ni winter, na kuna kidogo, nkuonyeshe, kuna kidogo mazingira kama nakuweza kuyaona, mvua imenyesenesha hii. Of course, baadaye kote kutakuwa ni barafu hapa. Sasa anafanya video nyingi usiku namna hii hapa kwa sababu muda mwingi nakuwa kwenye mishemishe kwa kwenye misemishe na nimekusha kuambia kwenye video iliyopita kwamba ukiwa unaishi bana Urusi, huwezi kulala njaa. Kwa mfano kama mimi, ratiba yangu mara nyingi ninaamka saa kumi na mbili asubuhi ama saa kumi na moja kulingana na ratiba nitakayokuwa nayo, lakini huwa sivuki saa kumi na mbili. Ninaanza ratiba yangu mpaka usiku kama huu, na ninapokuwa narudi nyumbani kwa sababu ya mazingira jinsi yalivyo, naweza nikaa naendelea kufanya kazi zangu ambazo nafanya online. Kwa hiyo ni mise juu ya mishe. Kwa hiyo ukiishi Urusi bwana, usije ukategemea kwamba unaweza ukalala za. Labda uamue wewe mwenyewe. Sasa twende moja kwa moja kwa hawa watu ambao kazi yao kubwa huwa ni kukatisha tamaa watu. Kazi yao ni kukatisha tamaa watu, kwa mfano, unaweza wakuta iza, anaweza kawa ni mjomba ama anaweza kawa ni kaka ama anaweza kawa tuli ndugu yoyote yule ama rafiki Unaweza kuwa umepata mchongo alafu ukamwambia bwana bwana, nimepata mchongo fulani hivi nataka ningie zangu. Inaweza ikawa ni Urusi ama ikawa China ama ikawa nchi nyingine tofauti yoyote ile. Sasa hawa watu, mimi ningependa kukushauri ushauri, unaweza ukauchukua ama ukakataa, lakini hawa watu wao ni wakuweka mbali mbali sana. Uweka hawa watu mbali sana, tena naomba nitumie kidole Hawa watu hawa, hawa watu ambao wanapenda kukuambia bana, usiende huko, si kuna nini? Kuna nini? Oh, si unapoteza muda? Oh, si miaka imeenda? Hapana, hawa watu nabidi uwakatae. Yani shindwa kabisa, kwa jina la Yesu, shindwa kabisa. Nawakemea na, na, na, na pepo hawa shindwe kabisa. Hawa watu ni wakuweka mbali sana. Hawa ni watu ambao naweza nikawatafsiri kwa ni watu ambao wanaoneaga wivu. Unakuta yeye alishawahi kutafuta fursa fulani, alishapambana labda kisirisiri, alishapambana na watu wake ambao wamemzunguka akashindwa. Sasa baada ya yeye kushindwa, anachokuja ukifanya, anapokuja kusikia kwamba wewe umepata mchongo fulani, bana, nimepata mchongo, nataka niende zangu Urusi, ah, mtu kama huyo hawezi akakubali hata siku moja. Yani ni lazima atatumia mbinu yoyote ile kukatisha tamaa anaweza akakwambia labda uwezi ukapata nauli ya kwenda huko, au uwezi si ukapata, ukapata kazi za huko, si kazi za huko hazilipi, au watu ni wakuwakataa, yani au ni kuwaweka mbali. Unaweza tukasema hao tuwaite ni wahuni, kataa wahuni. Unapokuja swala la fursa, fursa ni wewe na fursa yako. Naweza nikakupa mfano mmoja, tuna watu wengi sana ambao wameishi hapa Urusi, kuna wengine wameishi mpaka miaka sita, saba, nane mpaka kumi, lakini unakuta kazi anazozifanya labda au mishemishe anazofanya ni zile za kipato cha kawaida kabisa ambacho hata ukiwa bongo unaweza ukawa unapata. Hiyo ni kwa yeye. Lakini kuna watu wamekaa muda mrefu na kuna wengine wamekaa muda mfupi, lakini michongo wanaopiga unaweza ukawa unajiuliza, hivi huyo anafanyaga biashara gani mpaka imefikia hatua, labda pengine amekukuta, lakini anakuzidi kimaendeleo, akili kichwani kwa hiyo fursa ya mtu inapatikana popote pale ambapo yeye anaamua kwenda. Ngoja niwaoneshe ili jengo hapa haya, eh, majengo bana, yana historia moja kubwa sana nitakuja kuwapatieni historia ya haya majengo kwenye video nyingine. Naomba nisipotee kwenye point leo, tunawasema tu hawa watu ambao wanapenda kuwakatisha tamaa. Sasa mimi nataka uniandikia kwenye nataka uniandikia kwenye comment, comment kwamba uliwahi kupata mchongo gani alafu kuna nani usimtaje jina kuna nani akukwamisha kwenye huo mchongo? Ama ushawahi kupata fursa fulani, alafu kuna mtu akawa anakupiga beli, yaani anakuwekea vikwazo, labda au ana, ana, anawashawishi hata wazazi wako, anaambia wewe, msimpeleke huyo huko, msimruhusu kwenda huko, sijui nanini, vitu kama hivyo.